Tukawa tumeona ni vizuri tukachangia kwenye hizi shule zinazozunguka hifadhi kwa ajili ya kupunguza haya matumizi ya, ya, ya kuni. Lakini sasa tukaona pia na mheshimiwa rais, anazungumzia nishati safi na sisi tukasema, kumbe na sisi tulikuwa tumeshaona maono hayo. Kwa hiyo mwaka huu tuna shule tano ambazo tutaziwekea biogas na gesi. Uh, tulikuwa tunazungumzia kuhusu hii nishati safi na tukasema, sisi tulisha kama hifadhi tufiki tulishaanza program ya ku, ya kuwezesha kwenye shule za sekondari ku, kuachana na matumizi ya kuni na kuingia kwenye matumizi ya gesi pamoja na, na bayo gesi na mwaka huu tuliomba bajeti kwa ajili ya kusupoti uh, ya kusaidia sekondari uh, nne, lakini tulikuwa tunawapa uhuru wenyewe kwenye shule kuchagua wanahitaji biogas au wanahitaji majiko ya gesi ya kawaida. Kwa hiyo shule nne zenyewe zilisema, shule tatu zilisema zenyewe zinahitaji gesi ya kawaida, lakini shule moja iliomba biogas, ambao mwaka huu tunatarajia kushirikiana nao kuweka hiyo miradi na mwaka ujao tutakuwa na shule tumeombea shule kama nane, ambapo shule nne zenyewe zimeomba e, gesi ya kawaida wanaita LPG, lakini shule nne pia zimeomba biogesi. Lengo letu kama nilivyozungumza awali lilikuwa ni kupunguza punguza, punguza Uh, matumizi ya kuni ambayo yanachangia wamama kuingia ndani ya hifadhi kwa ajili ya kuokota kuni. Uh, tukasema tufanye hii, tuongeze haya matumizi ya biogas na gesi kupunguza hii pressure, lakini tukajikuta kumbe mwaka, mwaka jana, mwaka huu Mheshimiwa Rais pia naye anahamasisha matumizi ya nishati safi. Sisi tukasema kumbe kama hifadhi, na sisi tunatembea umo umo ambapo Mheshimiwa Rais amezungumzia kwao, tukasema basi tutaendelea na hii programu yetu ya kutoa support hasa kwenye mashule ya sekondari na mashule ya, ya msingi kuhakikisha kwamba tunaenda na hii uh, na huu moto wa mheshimiwa rais, wa kwamba tusaidie kwenye nishati safi kwao, sisi kama hifadhi ya Kilimanjaro tumeshaanza, na tunaamini tutaendelea na hii program, pamoja na kwamba tutapunguza, tutaendelea kuhifadhi mazingira kwa ajili ya kuhakikisha kwamba barafu yetu inaendelea kuwepo kutokana na utunzaji wa mazingira, lakini pia kuenda na, hii, na huu moto mheshimiwa rais wa majiko ya nishati safi ya kutumia nishati safi.